Uh, want to give an official statement juu ya kilichotokea siku ya tarehe 24 na majira ya saa kumi jioni. Mvua ilianza kunyesha jioni, na kulikuwa kuna hali ya upepo mkali na mvua kubwa sana ambayo ilifanikiwa kuezua sehemu, sehemu ya jengo letu, na ilipoezua sehemu ya jengo, kwa hiyo maji yale kwa nguvu sana yakajaa sehemu moja ambapo kumezuka, na baada ya hapo bati lote pamoja na vitu vilivyokuwa ndani vikashuka chini. Tunamshukuru Mungu kwa sababu jambo hili si logeni machoni pa Mungu, Mungu aliliona. Na wengi wenu pengine hamjui, tarehe ishirini na tatu Mungu aliniokoa mimi na ajali, nikiwa natoka Dar es Salaam. Nilitaka kudondokewa na kontena lililokuwa limebebwa kwenye lori kubwa, na Mungu akanipa neema kukimbia. Kwa hiyo nikapasua kioo cha gari yangu pande mmoja upande wa kushoto na side mirror ya kushoto pia ikawa imepasuka, lakini kwa neema ya Mungu tukawa tuko salama. Ah, niseme tu jambo moja. Tunamshukuru Mungu ya kwamba katika yote yaliyotokea hakuna hata mtu mmoja aliyeumia. Kwetu sisi ni nafasi nyingine ambayo Mungu ametupa ya kufanya kitu kingine kikubwa zaidi kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu, zile nguzo tulizozisimamisha pembeni zilikuwa imara na ndizo ambazo zilizishikilia lile jengo lisikutane katikati. Mchana saa nane nikiwa nimekaa mahali fulani, Roho Mtakatifu akanionyesha nikaona nikiwa nimesimama madhabahuni, machozi yananitoka alafu nimeahidi kiasi fulani cha fedha. Nimesema, nitatoa hii hela kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Sikuelewa ni kitu gani kinachoendelea mpaka saa kumi ilipotokea nikaelewa Mungu alikuwa anasema kitu gani. Here is the way forward. Ibada zetu zitaendelea kama kawaida. Na Jumapili saa tatu na nusu tunakutana tena hapa. Na tarehe thelathini na moja ya mwaka mpya tutakutana tena. Na tarehe moja tutakuwa tuna ibada ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mwaka 2026, ibada ya Holy Communion tutakutana tena. Now this is for the devil. Ha, haujani break kwa namna yoyote, watu wa Mungu. Mungu ndiye aliyetujengea lile jengo na yeye ndiye ambaye alijua hayo yaliyopo, na ameyaruhusu, na yeye ndiye ambaye atafanya kitu kikubwa kwa utukufu wake katika jina la Yesu.